Nakushukuru mheshimiwa namspika kwa kunipa nafasi na mimi kuchangia kwenye hoja hii iliyopo mbele yetu, lakini nakuomba nitoe maelezo kidogo kabla ya kuchangia e, kwanza kwa kuanza kuunga mkono hoja kwa maana ya bajeti ya mheshimiwa Daktari Suleiman Said Jafo, waziri wa Viwanda na Biashara, ili tuhakikishe anatekeleza yale ambayo amepanga kwenye bajeti yake. Lakini pili ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia uzima kukutana siku hii ya leo. Lakini tatu, shukrani za pekee na pongezi kubwa kwa mheshimiwa rais wetu mpendwa Daktari samia Suluhu Hassan ambaye ameendelea kuongoza na kusimamia wizara hii kwa weledi mkubwa, lakini zaidi kwa kuendelea kuniamini na mimi kumsaidia mheshimiwa wa waziri kama naibu waziri katika wizara hii muhimu. Na mimi ni muahidi mheshimiwa wa rais kwamba nitaendelea kufanya kazi kwa weledi na utii na umakini mkubwa, ili kuhakikisha yale malengo ambayo na maono yake ambayo yameyapanga kwa nchi hii yaweze kutimika. Lakini pia nichukue nafasi hii kushukuruni sana wewe, lakini pia na mheshimiwa spika na wenye viti, lakini na wabunge wenzangu wote kwa ushirikiano mnaotupa sisi kama wizara ambao tumeendelea kupata kutoka kwenu. Lakini zaidi nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wananchi wenzangu wa jimbo la Mfindi Kaskazini kwa kuendelea kunisaidia na kunipa ushirikiano mkubwa ili niweze kutekeleza majukumu yangu nikiwa hapa bungeni lakini pia na kuwatumikia wao kule nyumbani. Najua kuna mambo mengi ambayo tunaendelea kufanya pamoja, na mimi ni waahidi naendelea kufanya kazi kwa weledi kuhakikisha nchi yetu pamoja na Wanafindi Kaskazini nao wanaweza kufaidika na weledi wangu. Mheshimiwa naibu spika, lakini nichukue nafasi hii kumshukuru sana familia yangu, kwanza mke wangu mpendwa Rehema Mponzi pamoja na watoto wangu lakini na ndugu zangu wote ambao wameendelea kunitia moyo na kuhakikisha na mimi naendelea kufanya kazi vizuri ya kutumikia Watanzania. Mheshimiwa naibu spika, sasa nianze kuchangia eh, kwa weledi mkubwa. Lakini kwa upendo ameendelea kuniongoza na mimi kuhakikisha namsaidia katika nafasi hii eh, kuhakikisha yale ambayo anayapanga yanatekelezeka. Niseme kutoka moyoni, nimefanya na mawaziri wengi, lakini na huyu kwa kweli ameweza kunifundisha eh, kwamba namna ya kufanya kwa upendo na kutekeleza mambo yangu kwa weledi mkubwa. Mheshimiwa naibu spika, wabunge wamechangia maeneo mengi, lakini niseme machache kwa sababu ya muda. Moja katika vipaumbele ambayo mheshimiwa waziri amesema karibu vyote vya mwaka huu vimegusa maeneo ambayo waheshimiwa wabunge wamechangia. Moja katika kipaumbele cha kwanza amesema tunataka tuendelee na kuanzisha na kuendeza viwanda vilivyopo vi, vi ambavyo tayari mmesema sana kwamba tuvilinde, lakini pili ni kutekeleza mikakati eh, miradi ile ya kielelezo ambayo mmesema mojawapo kama Mchuchuma e, na Liganga, lakini pia e, mradi ule wa, wa, wa, wa magadi ya soda na mengine. Lakini zaidi tumesema kwenye vipaumbele ni kuimarisha uzalishaji wa viwanda vya ndani ili kuhakikisha sasa tunaendelea kutumia bidhaa zetu badala ya kuingiza zile bidhaa kutoka nje. Lakini zaidi tumesema tunaendelea kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara, hili limesema sana na hasa tukiangalia kwa maana ya ukuaji wa sekta binafsi ya ndani ya wazawa lakini zaidi Mheshimiwa waziri amesema ndani ya kimataifa ya, ya e, moja maeneo ambayo yamesemwa sana Mheshimiwa Naibu Spika ni hili la bidhaa zetu za ndani e, wakati mwingine kuto kutumika au kukosa soko kwa sababu ya kuingiza au kupenda bidhaa za nje, na ndio maana Mheshimiwa waziri alisema tuna ile kaumbiu yetu ya kusema nunua Tanzania jenga Tanzania. Maana yake nini? Tununue bidhaa zetu ili tuweze kuimarisha uchumi wa nchi yetu. Lakini kipaumbele kingine Mheshimiwa waziri amesema ni namna ya kuboresha miradi na programu kwa jamii ambayo inahusisha elimu na mafunzo na ujuzi. Lakini zaidi katika hili tunasema nini? Katika wizara yetu, chini ya taasisi zetu, tumeanza sasa, kuna kitu kinaitwa atamizi na ubunifu chini ya wizara, taasisi za TILDO, TEMDO, SIDO, CBE. Lakini sasa nimepita na vyuo vingine nao wameanzisha ujasiriamali kwa ajili ya wabunifu vijana. Tunataka kusema nini? Tunataka tuendeleze mawazo ya ubunifu vijana, ili waweze kuja na miradi na ubunifu mzuri ambao utasaidia kuzalisha au kuongeza kipato. Mheshimiwa Mwita amesema kwa uchungu mkubwa pale, lakini na wengine, tunataka vijana wetu hawa badala ya kucheza eh, kufanya betting waje na mawazo ambayo yatawasaidia kuingiza kipato, lakini na kujenga uchumi wa nchi hii. Nilienda pale Mzumbe nao tayari wana, wana, wana bunifu za ujasiriamali. Kuna kijana mmoja alitoa eh, eh, testimony kwamba alikuja na wazo akiwa mwanafunzi amekosa boom, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye akaunti kuna shilingi elfu mbili katika ile elfu mbili akatoa shilingi mia tano akatuma meseji eh, kwa watu fulani anawajua, akasema eh, naomba nitume nifanye kazi ili nipate kula alivyotuma alivyotuma mara ya kwanza amepata watu kumi wanamtuma akanunue vitu, wanampa shilingi elfu moja elfu mbili. Baadaye akapata wengi wanahitaji kumtuma, kwa hiyo kupitia ubunifu huo ameajiri na wengine. Anatumwa anapata shilingi elfu mbili wiki moja, siku ya kwanza alipata elfu thelathini kwa kutumwa kufanya shughuli fulani, lakini ametuma message ujumbe kwamba nitume, eh, nifanye kazi unipe hela ya kula maanake ni nini? Tunataka tuone vijana wabunifu ambao watazalisha, wataongeza uchumi badala ya kucheza bahati nasibu kama ambavyo waheshimiwa wabunge wamesema, lakini hili litatusaidia pia kuhakikisha hawa vijana ambao wabunifu tunawatamia kupitia maeneo mbalimbali. Lakini mheshimiwa eh, naibu spika, maeneo mengine ambayo yamesemwa kuhusiana na kuhakikisha tunatekeleza na kulinda eh, eh, eh, eh, viwanda vya ndani mheshimiwa E, Naibu Spika, moja ya maeneo ambayo serikali inaweka jicho la, la, la mkazo sana ni kuhakikisha tunalinda viwanda vya ndani. Na hapa hoja imesemwa kwamba sheria zipo basi tusimamie, e, na sisi tuhakikishie mheshimiwa Naibu Spika kwamba sisi kama wizara tutaendelea kufanya hivyo, na maeneo mengine kwenye swala la lumbesa na e, masoko ya, ya, ya mazao ya kilimo e, na maeneo mengine mheshimiwa naibu spika, kumesemwa sana hapa leo, nimepata kingine kifungashio kinaitwa net. Wizara ya Viwanda na Biashara tumesema na hii elimu tutaendelea kuifanya kwamba vipimo eh, si vifungashio, kwenye kifungashio sio kipimo. Kwa hiyo tutaendelea kutoa elimu hiyo, na hili tuwahakikishie waheshimiwa wa wabunge, kwa ushirikiano na wenu na mimi, tunaenda kukomesha kupunguza bila kuharibu eh, mahusiano kati ya taasisi zetu, kwa maana ya wakala wa vipimo, lakini na wengine tumeshaweka mkakati wa kushirikiana na TAMISEMI lakini na wizara ya kilimo tuone namna gani katika maeneo tofauti tofauti tunaweka masoko katika masoko yale tutaweka mizani ili wananchi wakulima wanavyouza waende kuuzia pale sehemu moja, halafu wanapima, ili mfanyabiashara achukue anunue kutokana na vipimo, badala ya kwenda kuwafuata kwenye mashamba ambako ndo wanafanya hivyo vifungashio neti na kadhalika, na kadhalika. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema hayo niseme sisi kama wizara ya viwanda na biashara tutaendelea kushirikiana na bunge lako tukufu kuhakikisha mawazo yote ambayo yametolewa na mheshimiwa wabunge tunafanya kazi, na kama nilivyosema, bahati nzuri, mengi yao kwenye vipaumbele saba ambavyo mheshimiwa waziri ameweka katika mwaka wa fedha ujao 2025 26. Baada ya kusema hayo, nakushukuru sana, naunga mkono hoja. Asante Mheshimiwa waziri mwenye hoja. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza awali ya yote ningelipenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Mola ambaye ametupa afya na uzima, lakini siku ya leo nilipoweka hotuba hii ya bajeti ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Mheshimiwa Spika, nimshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mapenzi yake makubwa sana katika taifa letu hili. Mheshimiwa Rais analipenda taifa lake na ndio maana mara nyingi huwa apumziki muda wote anahangaika kwa ajili ya Watanzania. Mungu amwezeshe wa rais wetu aendelee kuhakikisha kwamba anadumu na afya njema wakati tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka wa 2025. Mheshimiwa Spika, ni kushukuru wewe kwanza kwa uweledi wako wa staili zako za kuendesha bunge. Wewe ni naibu spika wa viwango sana, na nadhani watu wa Ilala lazima waige mfano huo kwamba wana kiongozi bora ambaye anafanya kazi kule Ilala lakini hapa bungeni kwetu, naibu spika, hakika tunakushukuru sana. Lakini Daktari Tuli Axon ambaye spika wetu tumshukuru sana sana kwa weledi mkubwa wa kuliongoza bunge hili, pamoja na wenyeviti wa kamati. Mheshimiwa Spika, sasa naomba kurespondi baadhi ya hoja. Mheshimiwa Spika, kwanza naomba niseme nchi yetu inasonga mbele, nchi yetu inasonga mbele kwa kiwango kikubwa sana na hili tuna kila sababu kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tumshukuru rais wetu Daktari Samia Suluhu Hasani kwa weledi wake wa uongozi. Hakika amefanya mambo makubwa katika upande wa wizara ya viwanda na biashara, na ndio maana hapa, Mheshimiwa Naibu Spika, nilisikitika sana hata rafiki yangu Mpina kana kwamba haoni chochote. Nilishangaa sana wakati akiwa na waziri alikuwa waziri wa, wa, wa mifugo na uvuvi. Binadamu lazima tufike wakati tuweze kuappreciate ikifika muda kwamba wewe kila siku huna jema, utaonekana una matatizo binafsi. Kama serikali hii chochote kinachofanya unaonekana huna jema, hata kuappreciate chochote, inawezekana utakuwa na matatizo binafsi. Na huyu mtani wangu niseme, una staili nyingi, nyingi, lakini kwa kweli mimi kwa binafsi ni kijana mwenzako, una kila sababu serikali inapofanya kuappreciate hata kwa minimum. Mheshimiwa Naibu Spika, nchi yetu leo hii imeonyesha mfano katika mpano kwa mfano miaka mingi kihistoria nchi yetu ilikuwa inaagiza mabati min kiwango kikubwa kiwanda cha alafu peke yake ndio kiwanda cha historia kinatengeneza mabati hapa nchini mheshimiwa spika demandi ya mabati ya rangi nchini mwetu ni tani laki moja na thelathini leo hii kupitia kiwanda cha alafu ambao wamefanya expansion ya kiwanda kupitia kiwanda cha rozia kupitia MMI kupitia King Lion leo hii uzalishaji wa mabati yetu umefikia tani laki mbili na sitini. Maana yake ni nini? Kwamba nchi inasonga mbele, kama tulikuwa mahitaji yetu ya mabati hatufikii, leo hii tuna surplus. demand yetu ni tani laki moja na thelathini. leo hii tumefika tani laki mbili na sitini. alafu mtu anasema hakuna lolote linalotokea. Hakika ni ajabu kwa kweli, katika hili tuseme kwamba serikali inaenda vizuri, lakini upande wa pili mahitaji ya simenti Leo hii, Mheshimiwa Naibu Spika, kazi kubwa imefanyika. Mahitaji ya simenti ni tani milioni saba. Leo hii uzalishaji wetu umeenda tani milioni nane milioni tisa mpaka inaenda tani milioni kumi Tuna surplus ya tani milioni mbili katika nchi yetu hii, haijawahi kutokea nchi kuhakikisha tunafanya uwekezaji huo mkubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, leo hii tumeshuhudia uwekezaji mkubwa wa viwanda vya magari. Leo hii ukienda pale Jeff Truck, lakini juzi nilikuwa katika kiwanja cha satani mahitaji ya malori nchini mwetu ni wastani wa malori elfu kumi na moja Kiwanda cha Satani peke yake, mheshimiwa mheshimiwa Mpinda naona unaandika, unasikia majibu yako akwambia usimame. Mahitaji lori ni malori elfu kumi na moja Leo hii Satani peke yake wana kapasiti ya kuzalisha tani malori elfu tisa Ni kazi kubwa inaendelea. Mheshimiwa naibu spika, leo hii tuna viwanda, tulikuwa tunaagiza vyoo nchini mwetu kiwanda cha safaya peke yake leo hii kimeweza kuhakikisha mahitaji ya ndani yote yanapatikana na, na kuweza kusupply nje ya nchi. Hii ndio ya Tanzania ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye inafanya kwa vitendo. Mheshimiwa Naibu Spika, tunafahamu leo hii, nenda sekta ya sukari, sisi nchi yetu tumekuwa importer wakubwa wa sukari, lakini leo hii angalia kazi kubwa inayofanyika leo hii, kiwanda cha Kagera capacity yake ni tani laki moja na thelathini na moja kiwanda cha Kilombero ilikuwa tani laki moja na thelathini expansion ya Kilombero tunaweza kudairisha tani laki mbili na sabini, lakini kiwanda cha Kagera cha, cha Mtibwa ni tani alfu themanini kiwanda cha, cha, kilima, cha Kilimanjaro ni tani laki moja lakini kiwanda cha, cha Mkurazi ambao ni kipya cha serikali ni tani alfu hamsini Bagamoyo sugar imetengenezwa kipindi hichi ni tani alfu hamsini ukijumlisha kwa pamoja unapata tani laki sita na alfu themanini na moja, mahitaji ya sukari nchini mwetu ni tani laki nane na mbili ambayo industrial sugar ni tani laki mbili na nusu, ambayo brown sugar matumizi ya nyumbani ni tani laki tano na hamsini na mbili. Ukijumulisha bafa, utapata karibuni tani laki sita plus. Leo hii capacity hiyo ukiangalia kama kutakuwa na full capacity ya production, maanake tutakuwa na tani laki sita na themanini na moja. Hii ni brown sugar. Nini maana yake, nchi yetu ndani ya kipindi kifupi tunachokuja hatutakuwa na haja tena ya kuimporti sukari katika nchi yetu. Na haya maana yake ni nini? Kuonyesha serikali chini ya daktari Samia Suluhu Hassan inafanya kazi kubwa sana. Lakini leo hii kuna uwekezaji mkubwa, ukienda Rufiji pale kuna kiwanda wenzetu wa Leki Group wanatengeneza kiwanda ambacho kapasiti yake kitazalisha tani laki mbili kwa mwaka, tutapofika huko mbele maana yake tutakuwa hatuna haja kabisa ya kuagiza sukari ndani ya nchini mwetu. Upande wa tiles leo hii uzalishaji wa tiles umekuwa mkubwa, imekamata mahitaji ya ndani na kuweza kuexport. Maanake ni kwamba nchi yetu inaenda ina ina kufanya kazi kubwa. Tanzania ilikuwa importers wakubwa wa wall putty tulikuwa tuna, tuna, tuna, tuna, tunaagiza world food kutoka nchi mbalimbali ikiwepo nchi ya Misri. Leo hii ndugu zangu wa Tanzania na wabunge, naomba niwaambie leo nchi ya Tanzania a world food malaki yote inazalishwa Tanzania, tena ile ubora wa hali ya juu. Hii yote ni kazi kubwa ambayo imeendelea kufanyika katika kipindi hicho. Ndugu zangu, naomba niwaambie ukiangalia dhamina ya Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya sita, mradi wa Mchuchuma na Liganga, mnafahamu ni mradi wa kihistoria, ulijadiliwa katika bunge hili kwa miaka mingi sana, haijawahi kutokea. Kwa mara ya kwanza leo serikali ya awamu ya sita imeweza kutoa shilingi bilioni 15.4 kuweza kulipa fidia kwa wananchi wote, piga makofi tafadhali, haijawahi kutokea. Lakini angalia mradi ule, tunafahamu muda mrefu ulikuwa na, na kizungumkuti. Leo hii serikali imekubali mpaka share mwanzo za serikali ziko asilimia ishirini, negotiation inapanda mpaka karibuni asilimia 36. Mradi ule ulikuwa ni mradi wa kudumu wa miaka yote, kazi nzuri inaendeshwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, tumemkabidhi kijana mwenzetu Daktari Serela, ameongoza negotiation kwa uzalendo wa hali ya juu. Leo hii sasa leseni imeenda miaka 25 haijawahi kutokea katika taifa letu. Hili ni kazi kubwa ndugu zangu. Mnakumbuka mradi wa, wa magadi soda, sisi ni importers wakubwa wa, wa magadi soda nchini. Kwa mara ya kwanza utoaji wa fidia ambao nimezungumza pale awali, watu wa Ingaruka, watu wa Munduri Leo hii sasa marake tunaenda kutekeleza mradi wa magadi soda kwa mara ya kwanza Afrika. Uzalishaji mkubwa utakuwa unatoka Tanzania. Hii yote ni kazi kubwa ambayo naomba niwaambie, kazi hii inataka commitment kubwa ya Daktari Samia Suluhu ambaye ni rais anayeongoza, na sisi wabunge. Naomba niwashukuru Waheshimiwa wabunge wa wa wa wengi, mmekuwa supportive sana. Naomba nishukuru kamati ya Bunge, hakika muda wote imekuwa ni mwalimu wa wizara yetu. Tuwashukuru sana, na hakika hatutowaangusha katika maeneo mbalimbali lakini upande mwingine upande wa swala zima la TBS kuhakikisha inakuwa na ofisi katika maeneo mbalimbali. Upande wa maabara tunafanya uwekezaji mkubwa. Hivi sasa tunajenga maabara Mwanza, tunajenga maabara hapa kubwa Dodoma, ambao ukienda pale eneo kama unaenda nane nane, kuna maabara kubwa ambayo mwezi wa sita tutaweza kuweka jiwe la msingi. Matarajio yetu ni kwamba maabara ile ambayo itakuwa ni kubwa zaidi, kuifungua ndani ya mwaka huu, mwaka 2025. Lakini ukienda kule Arusha hali kadhalika, ujenzi wa maabara una, unafanyika kwa hiyo so swala zima la upatikanaji wa maabara ni kwamba nchi yetu sasa kupitia TBS, tunafanya uwekezaji mkubwa katika, upande wa lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunapata fursa za watu kuhakikisha tunafanya testing katika maeneo mbalimbali bila kutoa gharama yote ya watu kusafiri. Nimesikia hoja mbalimbali na hasa hoja za msingi swala zima so la viwanda, Mama Rurida, Mama Ishengoma na wengine wote, viwanda vilivyobinafsishwa lakini havifanyi kazi ni kweli. Tuna viwanda vya korosho ambao ukienda kule Lindi, ukienda Tunduru, ukienda ndo hivi imekuwa ni changamoto kubwa katika ziara Daktari Samia Suluhu Hassan mkoa ni Tanga alitoa maelezo makususi ya, ya kuhakikisha jinsi gani baadhi ya viwanda viweze kufufuliwa. Nishukuru sana. Kupitia msajili wa hazina kazi hii inafanyika, imani yetu kubwa yale ambayo yatawezekana ambayo hayatoleta mgogoro wa kisheria tuweze kuhakikisha viwanda vile wapewe watu wengine wa kuona kwamba viwanda vile vitaendelezwa, kwa lengo kubwa ni kwamba nchi yetu ipate fursa kubwa sana. Na tunafanya hivi kwa nini? Ni kwa sababu vijana wa Kitanzania. Takwimu zinatuonyesha mwaka graduates walikuwa 1054.8 leo hii wamepanda wamefika karibu ni 1067. Absorption capacity sio ya serikali ya Tanzania peke yake, isipokuwa dunia nzima, hamna serikali hasa kwa nchi zinazoendelea itaweza kuajiri watu wote. Private sector viwanda na biashara ndio sehemu lango la kuajiri. Ndio maana katika eneo hili naomba niwahakishie kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan hivi sasa itakuja na mpango mahususi wa ujenzi wa viwanda wa miaka sita, utaanza mwaka huu mwishoni mpaka mwaka 2031. Malengo yetu ni kwamba kujenga viwanda karibuni 948 vitavyoajiri watu milioni 6.5, ajira za moja kwa moja ni watu milioni 140, wale waliobakia milioni tano plus watakuwa hizi ni indirect employment. Lengo letu ni kwamba eneo hili tutafungua swala zima la ajira kwa vijana wetu wa Kitanzania. Mheshimiwa naibu spika, nikushukuru sana kwa kazi kubwa, lakini washukuru waheshimiwa wa bunge, sisi yote tumewapokea. Lengo letu ni kwamba haya tunaenda kuyafanyia kazi kwa masuala mapana nchi yetu, naomba niwahakikishie, tumejipanga vizuri mimi naibu wangu na timu yetu pale wizarani Dr. Ashil Dr. Suleiman Serera, na watumishi wetu wote tumejipanga kuhakikisha kwamba nchi yetu inasonga mbele. Naomba niwahakikishie hatutowaangusha hata kidogo. Mwisho sio kwa muhimu, huu ni mwaka wa uchaguzi. Mheshimiwa naibu spika, tumwombee sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, hilo jambo kubwa, tumwombee sana, tumwombee sana mama, ni mwaka wa uchaguzi, lakini kubwa, tuendelee kuomba vile vile taifa letu, amani usalama. Naomba niwaambie ndugu zangu, tunapojadili biashara hapa, viwanda haviwezi kuwepo bila amani na usalama. Kwa hiyo jambo kubwa tuliombea taifa letu ni kwamba tuende uchaguzi, tuwe salama, amani, tusifanane na nchi zingine ambazo lingia katika mgogoro, watu walisambaratika, mabwana wakabadilika kuwa watwana, nchi hizo mnazifahamu hapa duniani. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru sana. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Naomba kutoa hoja. Hoja <coughs> imeungwa mkono. Katibu, kamati ya matumizi. Kamati ya matumizi Waheshimiwa Wabunge sina taarifa ya mshahara waziri rasmi kwa hiyo katibu tunakwenda kwenye gilotini, katibu Mheshimiwa Mwenyekiti tunaanza na kitabu cha pili fungu 44 Wizara ya Viwanda na Biashara kurasa wa 343 na katika vishkwambi ni ukurasa wa 343. Fungu hilo limetengewa jumla ya shilingi bilioni 93 milioni 900 laki 697. Hicho kinafikiwa. Mweshimiwa Mwenyekiti, tunaingia kwenye kitabu cha nne, miradi ya maendeleo, fungu 44, Wizara ya Viwanda na Biashara, kurasa wa 108 katika vishkwambi jumla ya fedha iliyotengwa katika fungu hilo ni shilingi bilioni 41 milioni 887 laki tano elfu thelathini na tano. Fungu hicho kinafikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ya matumizi imemaliza kazi yake, ungeni rejea Mheshimiwa naibu spika, kwa mujibu wa kanuni ya 123 kifungu cha 3a na b za kanuni za kudumu ya bunge toleo la Februari 2023 naomba kutoa taarifa kwamba bunge lako limekaa kama kamati ya matumizi limekamilisha kazi yake naomba taarifa ya kamati ya matumizi ikubaliwe mheshimiwa, ikubaliwe na bunge mheshimiwa spika, naibu spika, naomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono. Sasa nitawahoji kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato ya matumizi ya wizara ya viwanda na biashara kwa mwaka wa fedha 2025/2026 waneafrika waseme ndio, waseafrika si waseme sio warafiki wote wamesema ndio na wameshinda wao. Mheshimiwa Waziri, nichukue nafasi hii kukupongeza sana kwa kazi kubwa ulifanya wewe, naibu wako, watendaji wako, katibu mkuu, naibu, taasisi zako zote. Kwa kweli maelekezo ya mheshimiwa rais mmeyatekeleza vizuri na mnafanya vizuri tulipotoka tulipo na tunapokwenda tofauti sana, sasa hivi mabadiliko makubwa yapo. Tunaona baadhi ya viwanda vya ndani vinavyozalisha bidhaa. Kwa hiyo ongereni sana na 4R za mheshimiwa rais zinafanya kazi vizuri sana. Tuwashukuru wadau jumuiya ya wafanyabiashara, naona wapo hapa na kiongozi wao mheshimiwa Severin, endeleni kushirikiana na serikali na mama, mama Samia ameweka tume maalum ya kodi ili mlipaji apatie haki na serikali ipatie haki, ya kaisari iende kwa kaisari na ya Mungu iende kwa Mungu. Hongereni sana wafanya biashara, kwa namna mnavyochangia uchumi wa taifa letu na kodi mnavyolipa, hongereni sana. Niwashukuru wote waheshimiwa wabunge kwa kazi nzuri mlilofanya kwa kutoa michango mizuri na serikali imepokea na itakwenda kuifanyia kazi. Naahirisha shughuli za bunge mpaka kesho saa tatu asubuhi.